kubwa ndugu zangu. Mwisho kabisa, wana Kagera mulio watuma amasaa machache sana. Haa, na kwa kwa ajili yenu. Lakini nilipofika Kagera, nilimwambia mimi babu yenu nyinyi ndugu zangu kagoma, mkasema wewe ndio mjukuu wetu, mimi nikakubali.

Bosi wangu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan anakuja Kagera. Nawaomba mniheshimishe mje kwa wingi kama mlivyokuja leo, tena mwahi kama mlivyowahi leo. Inshaalah, mje tupokee, tumlaki kwa vifijo, nderemo na rashasha.